Ukraini ilizishambulia na kuziteketeza karibu ndege arobaini hivi za kivita za za Urusi na ni taarifa ambayo zilitolewa moja kwa moja na, na, na upande wa Ukraine, lakini pia ukijaribu kuangalia vyanzo vya ndani kutoka kitengo chao cha SBU wanazungumza kwamba wameteketeza ndege arobaini na moja za, za, za kivita na wanasema ya kwamba walifanya shambulizo hilo ambalo walifanya, ni mission ambayo imepangwa kwa mwaka mmoja na nusu, unazungumzia zaidi ya siku mia tano kwamba walikuwa wakichora waki hiyo mission. Kwa hiyo ni mission ambayo kwanza utaona imechukua siku nyingi katika kupangwa kwake. Kwa hiyo kwa tutasema ni mafanikio kwao, na tutumie msemo wa Kiswahili unaosema vita habina macho. Popote pale katika dunia hii taifa lolote linapokuwa vitani, mashambulizi ni ni kitu cha cha kawaida, hata haya mataifa tunayaita makubwa. Lakini sasa unaangalia mafanikio ni eh, nani anafanikiwa zaidi kwenye uwanja wa vita. Hata Marekani, wakati ambapo wakiwa anapambana na kundi la Alqaida la Osama Bin Laden. Unafahamu nini ambacho kilitokea? Kilitokea Septemba eleven kwenye Twin Towers. Hata Uingereza wanapokuwa wanapambana na nchi fulani ya makundi fulani, kunakuwa na mashambulizi ya hapa na pale madogo ya kujitoa mhanga. Kwa hiyo yes. Mwisho wa siku vita ni mbinu, lakini lazima tufikiri. Imekuwa ni habari kubwa ya mshtuko kwa sababu ya mafanikio ya Urusi ambayo ameyapata hivi karibuni katika medani ya vita, lakini wote tun amu ya kwamba Ukraine hayuko vizuri sana katika uwanja wa vita, lakini ni lazima tuseme e, wamekuwa vizuri katika ujasusi, kwa sababu niliona taarifa kwamba uh, Urusi wenyewe wakizungumza kuhusiana na shambulio hilo, wanasema kuna dereva wa gari ambaye wamemkamata, ambapo wa uh, uh, uh, uh, uh, uh, wanasema kwamba huyo uh, dereva lori lake kwamba alihusika na shambulizi hilo uh, la ndege ambazo halina rubani na anaripotia anahojiwa ana, ana, ana, ana na, na, na polisi. Lakini pia Urusi amekuwa kama unavyojua taarifa za vita hizi, taarifa ambazo tunazichambua tunasema ni ndege arobaini bado hazijathibitishwa na mamlaka za Urusi wenyewe wamesema, wataendelea uh, ku, ku, ku, ku, kutoa taarifa kadri ambavyo taarifa imekuwa kamili. Kwa hiyo mosi, kwa kujibu swali lako ni kweli Urusi wameshambuliwa. Pili, imekuwa habari kubwa kwa sababu ya uwezo wa uh, Ukraine hivi sasa vitani. Tatu, imekuwa habari kubwa kwa sababu habari hii inapewa nguvu sana na media za Magharibi. Ni shambulizi la mafanikio uh, la Ukraine ambalo halijafanyika muda mrefu. A, tuna taarifa za namna ambavyo shirika la ujasusi la Ukraini limetumika kuinjinia pia kuangusha serikali ya Rais Bashar al-Assad, lakini pia wakati huu tumeona kwamba Ukraini imepiga mikoa mitano ndani ya Urusi. Hii inamaanisha nini katika intelligence ya Ukraini? Na ni sawa kusema uh, zile taarifa kwamba intelligence ya Urusi ilikuwa ni kali zilikuwa za kuongeza chumvi? Ukraini imefanikiwa katika hili, tangu mwanzo nasema, na wakati mwingine jensia zinazidiana licha ya kwamba Urusi ana intelijensia bora, lakini haimaanishi basi intelijensia za adui haziwezi kujipenyeza. Moja kati ya mashirika bora kabisa ya kijasusi duniani ni Mosad la Israel, lakini walipigwa na Hamas shambulio la kushtukiza ambalo hawakulijua. MI6 ya Uingereza pia washapata madhila kama ilivyo kwa FBI ya Marekani. Sasa wanapokuwa kwenye vita ni vitu vya kawaida, na sehemu ambazo wameteketeza ama wameshambulia ni ile mikoa ambayo ni karibu na mpaka kati ya Urusi na Ukraine. wame tumia mwanya maantejio kwa sababu fahamu, zaidi ya asilimia ishirini na tano ya ardhi ya Ukraini ilichukuliwa na Urusi. Sasa Urusi ni nchi kubwa mno inayopatikana katika mabara mawili, Asia na Ulaya, na asilimia kubwa kwa ukaribu wanapakana na Ukraini, ambapo ni watu ambao wanashea vitu vingi ikiwemo utamaduni, lugha, wanafanana vitu kama hivyo. Sasa inakuwa ni rahisi wakati mwingine intelijensi ya kukumbana na na, na na na na upinzani, lakini pia wana usaidizi awa kutoka katika nchi za magharibi ambazo tunajua wanapambana na urusi pale. Kwa hiyo tukisema intelijensia ya SBU Uh, haijafanikiwa, tutakuwa waongo. Basi jibu ni kweli, wamefanikiwa wame, lakini kwa mazingira ambayo nimeazungumza e, na ni kitu cha kawaida katika vita. Unajua kuna ile miji muhimu ambayo ni kitovu e, kwa mfano kuna mji wamebomoa daraja pale, wamezuia bidhaa, walikuwa wanajaribu kufanya jaribio la kuzuia bidhaa muhimu kuelekea Crimea sasa tuseme kwamba ni miji muhimu, lakini bado sio ndani sana ya Urusi, ni kule kule Ukraini ambako ulichukuliwa ingani mafanikio kwao. Licha ya mashambulizi haya tumeona kwamba Urusi haijajibu kwa mhemko, na ikaendelea kushiriki mazungumzo ya jana kule Uturuki. Tutarajie nini kutoka kwa mamlaka ya Urusi kutokana na hiki ambacho kimefanywa na Ukraini? Ni kawaida ya Urusi huwa hawajibugi mambo yao ovyo, na sio watu wa kuongea sana. Takumbuka msuguano uliotokea na ulivuma sana kati

Govin na Putin wakati ule, unakumbuka majibu ya Putin yalikuwaje? Kwa maana ya kwamba mara baada ya hatua ile kwamba walisema oh, wale Wagner tutafanya hivi tutawafuta tutafanyeje, walikuwa wapole na kusubiri na badala yake akawa anazungumza rais wa Belarusi Lukashenko, na jamaa wakaenda Belarusi. Kwa tegemea, hata kwa hili nategemea hawatazungumza ila tutegemee majibu makali mno kutoka Urusi, ili naliona na nitakukumbusha na, na, na na siku moja, kwa tabia za za Urusi na Putin kwa jinsi ambavyo tunajaribu kumdadisi kwa siku za hivi karibuni. Turuke kidogo, Joseph Kabila amerejea Goma na amekuwa akiitisha mikutano na makundi mbalimbali mbali. Hii na tafsiri gani kwa utawala wa Shizikedi? Asha kumsoma tu tu, si wale wanapishana tu kwenye ushirika wao, wanasema ushirika wa wachawi wa hudumu Tishekedi eh, Cornel Nangaa na mwenzake Kabila waliekana madarakani wao eh, kwa makubaliano kwamba Tishekedi atakuwa rais wa Kongo alafu waziri mkuu e, atatoka upande ama atakuwa ni mtu wa kabila e, kwamba Kabila atakuwa rais mstaafu, lakini bado atakuwa na nguvu kwenye serikali ya Kongo kwa maana ya, ya ya ya waziri mkuu. Sasa mwenyekiti wa tume ya, ya, ya uchaguzi ya Kongo alikuwa wakati huo ni Colonel Nangaa ambaye ndiye ambaye aliidhinisha ushindi wa Tishekedi kwa makubaliano hayo e, na huyo bwana ambaye e, anaitwa Kabila e, huku nguvu ya ushawishi ya Kigali pia ikiwa nyuma yake, kwa sababu katika historia ya ushirika wa Cornel Nangaa Kabila e, yupo pia mwamba po Kagame hapo nyuma ya pazia wanaoshirika hawa sasa baada ya tishekedi kuingia madarakani akasita na watu wake kumweka waziri mkuu ambaye anatokana na kambi ya Joseph Kabila, hapo ndipo ambapo tukaona kuibuka kwa makundi mbalimbali ikiwemo M23 na na kupata nguvu kwao, tukifanya e, Kabila ni kwenda kwa mshirika wake Cornel Nanga, ambaye ndi aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Congo ambayo E, ilimpa ushindi wa urahisi eh, bwana bwana bwana Felix eh, Tshisekedi. Kwa hiyo ni, ni, ni kuzungukana na Kongo amekuwa na historia hiyo kuanzia enzi za za Laurent Kabila, huyu babake na Kabila e, aliwazunguka ali wakati huo mm, wa wapiganaji wa, wa Rwanda ambao walimsaidia kumwondoa Mobutu madarakani, na kwamba bana sisi tunakusaidia kumwondoa Mobutu, ukiingia madarakani, hizi sehemu za Goma zitakuwa E, sehemu za Watusi. Baada ya hapo, walivyoingia akawageuka na kuwafukuza na ndicho ambacho wamekifanya. tishekedi Kabila alimwambia nitakuachia nchi ile, waziri mkuu atatoka upande wangu. Baada ya tishekedi kuingia, akamwambia usinichezee mimi, ndo rais na mteua ninayemtaka. Kwa hiyo, chokochoko zinaanza ili kuipa pressure serikali ya tishekedi kama vipi arudi mezani, okaa nyuma ya pazia wayajenge na mabwana, kitu ambacho tishekedi akitaki kabisa eh, kukisikia na ndio maana unaona E, mkataba ule kati ya Kongo na Marekani mpaka leo hakuna mwendelezo. Nini ambacho kinaendelea? Umesainiwa ama la? Licha kupewa vipengele vyote, e, unaweza ukaona. Kwa hiyo Eh, shughuli ni ya ni, ni usaliti tu pale ambayo ina, ina, inaendelea pale Kongo. Kurudi kwa kabila kule Goma ni kama kuonyesha kwamba juhudi za M23 kukaa na serikali ya Kinshasa zimefifia kwa kiasi kikubwa. Pengine tutegemee sasa taifa jipya kuundwa kule mashariki mwa Kongo? Ni ngumu eh, baadhi ya nchi kubwa zenye maamuzi Afrika Mashariki hawatakubali, na hilo jaribio limefanyika hata si chini ya mara mbili, lakini nchi moja kubwa yenye maamuzi ya Afrika Mashariki ambao huwa Wana, wana, hawa, huwa wanaingilia kati kwa maslahi ya usalama, siasa za maziwa makuu. Ukizungumzia siasa za maziwa makuu, unazungumzia hizi nchi ambazo zina maziwa makuu kwa maana e, ziwa Tanganyika liko pale mm, zinapakana na ziwa Tanganyika ama Victoria, azungumzia e, Rwanda, Burundi, Kongo, hawa zungumzia Tanzania mm, kwa hiyo hiyo uh, misheni haiwezi kutekelezeka e, na iliwahi kutaka kutekelezeka la nchi moja kubwa ikaingilia ya kati kuweza kuzima na ikafanikiwa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa bado ni ni ndoto za alinati sisawa. Walioko nyuma ya M23 kwa mujibu wa ripoti za Umoja wa Mataifa wanahitaja nchi ya Rwanda. Mm -hmm. Uh, Rwanda na Marekani pia anamtaja Rwanda, na huyo M23 anashika sehemu muhimu ambazo zina madimu madini ya dimu. Sasa hayo madini anayauza wapi? Anayapeleka Rwanda. Rwanda anafanyia nini hayo madini? Anayauza wapi ha? anauza Kenya, anauza wapi? Ubelgiji, Marekani. Kwa hiyo ni mule, mule tu, unaona ni mchezo wa wa kuzungukana tu na kuzugana, lakini mwisho wa siku inajulikana aliyopo nyuma nani na ambaye yupo kwa aliyopo nyuma ya M23 ni nani? Kuna jambo limezungumza la mkataba hapa kati ya Kongo na Marekani ili kutoa madini na kuhakikishia usalama, lakini kama limefifia tena hapa katikati. Ni jambo la kushangaza kwamba jambo limeenda likiwa linapoa, kwa sababu moja ya kipengele cha ajabu sana kwenye ule mkataba ilikuwa ni kwamba madini hayo ya kabla yajapaa, yakishalindwa na Marekani Kongo yataenda kuhifadhiwa tena Rwanda. A, Rwanda huyo tena anaambiwa anamfadhili M23 na we, Marekani wanasema hayo madini ya Kongo tukishapatana yakahifadhili Rwanda eh. na Rwanda ana stoo kubwa sana ya kuhifadhi madini na mashine kubwa sana ya kusafisha dhahabu eh, na madini mengine. Kwa hiyo na ndio maana Tshisekedi alijitahidi sana kujenga alikuwa kufanikiwa sana sasa ni mchezo wa patapotea huu. Rwanda ni, ni eneo la kimkakati kwa maziwa makuu la Marekani, kama ambavyo upande wa pili Kenya ilivyo eneo la kimkakati kwa upande wa bahari ya Hindi e, la la la, la Marekani. Kwa hiyo Rwanda na Marekani ni pete na kidole, wanashirikiana mambo mengi, huwezi kuondoa ushirikiano wao. Na ndio maana unaona Kagame licha ya kukaa madarakani muda mrefu hivi na hivi lakini, hawamwiti dikteta wala anayevunja haki za binadamu.